Faustina Charles Mfinanga maarufu kama Nandy alizaliwa tarehe 9 Novemba 1992, alizaliwa Moshi, Kilimanjaro, nchini Tanzania, mtoto wa Charles Mfinanga na Mary Charles, mke wa Billnass. Siku ya Jumapili alikuwa akisherehekea kumbukumbu ya siku yake ya kuzaliwa ambapo alipata bahati ya kutakiwa heri ya siku ya kuzaliwa na mme wake Billnass ambaye ameshea ujumbe mzito kupitia Snapchat yake na kuonyesha umuhimu wa mke wake katika maisha yake. Kupitia ujumbe ambao Billnass ameshea, aliandika hivi: Birthday ya tisa tukiwa pamoja milele, tena hata baada ya maisha ya duniani nitakuchagua tena, Nandy nakupenda sana. Lakini ujumbe mwingine alikwenda mbali zaidi na kuandika hivi: Happy birthday mke wangu Siku kama ya leo Mwenyezi Mungu alikamilisha uumbaji wangu kwa kuhakikisha unazaliwa, nusu yangu kunifanya mwanadamu kamili. Dunia haina maana bila wewe kando yangu, nakupenda sana. Pamoja na yote ambayo Billnass anapitia kwa sasa hivi kutokana na kila kile ambacho kilitokea upande wake baada ya maandamano ambayo yalifanyika kuanzia tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 31 Oktoba 2025 mkoa wa Dar es Salaam, na kuharibiwa duka lake na kupoteza vitu vyake vingi vya thamani, lakini bado aliona kuna umuhimu ya kumtakia heri ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa kwake, huku akimtolea maneno mazuri na matamu. Lakini huko Instagram, watu wengi wamekwenda mbali zaidi na kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo amefanya jambo la maana sana. Nakumbuka kwamba Billnass alijiondoa moja kwa moja Instagram baada ya tukio ambalo alikumbana nalo la kuunguziwa duka lake, lakini na vitu vingi ambavyo vilikuwemo kupotea. Sasa huu hapo ulikuwa ni ujumbe wa Billnass kwa Nandy. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? drop hapa comment yako. Hii ni Dems Media na mimi ni Abdul Juma, tukutane kwa wakati mwingine kunako majali, lakini usikose kusubscribe na kushare video hii.